Yes, bana, wewe kama ni mwanasiasa kwa kipindi hiki najua tumbo ni joto e, bana kichwa kinachemka sana sasa katika chama cha maendeleo cha Dema pia mwenyekiti wao Tundu Lissu bado anashikiliwa e, na jeshi la polisi, akiwa kule magerezani Ukonga sana katika mitandao ya kijamii lakini pia katika mikutano mbalimbali ambayo imekuwa ikifanyika kutokea hapa hapa Tanzania sehemu tofauti tofauti ambapo alikuwa amezunguka sana eh, Tanzania hii kaenda Morogoro Mwanza Songea yani kazunguka, kazunguka kuweza kuendelea kukipambania eh, chama chake sasa uongozi wa jukwaa la huru la Cafe Talk liweza kutoa taarifa na kusema kwamba eh, maandalizi ya mjadala wa Cafe Talk unaotarajiwa kuweza kufanyika siku ya Jumapili ambayo ni siku hii ya leo eh, Juni 2025 kuanzia saa 9 alasiri inapenda eh, kutoa taarifa kwa umma kwamba eh, Makamu Mwenyekiti wa Chadema eh, Ndugu John Heche atakuwa sehemu ya wazungumzaji Jumapili hii Juni eh, 22. Hii ni kutokana na, zu na zuiro la mahakama lililopo la kuweza kusitishwa kwa muda shughuli shuguli za kisiasa kwa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ambacho ndugu Heche ndiye makamu mwenyekiti. Hata hivyo, mjadala pia utaendelea kwa wazungumzaji eh, kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa kuanzia saa 9 alasiri ukiwa mbashara kabisa katika vyombo vya habari na pia tunapenda kuuarifu e, umma kwamba msemaji mkuu wa serikali bwana Grayson Msigwa sio mwalikwa katika mdaharo huo. Waalikwa ambao watahusika katika mjadala hii ni kama wanavyoonekana katika matangazo yetu mbalimbali. Kwa sababu e, vile za chini chini kusema kwamba ndiye atakuwa e, moja kati ya wageni rasmi ambao watakuwepo pale katika mkutano huo, wameweza kukanusha wao kama chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Drop comment yako hapo, kutokana na hivi vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea kuhusiana na masuala mazima ya siasa ni kitu gani ambacho nakiona mbele yake au mbele ya chama hiki? Kweli kitaweza kupindua au kitaweza kushika dola kwa msimu huu mwaka 2025 2030? Maoni yako yatakuwa ni ya muhimu sana, utakomentisha kinoma noma chao.